Habari za wakati huu, mtazamaji wa Paci TV, langu jina ni Kenny Junior. Hapa e, tuko kwa ligi, kwa mechi mbili, na Shabani Mpira Pesa naye machache kuelekea mechi yao dhidi ya Zengizini Otspaz ya Eswatini, ambapo ukumbuke leo tarehe 16 wamesafiri kuelekea Eswatini. Mungu tumefanya vizuri kwa sababu mara nyingi timu zinapotoka kwenye mapumziko wachezaji wanakuwa wako fit, lakini sisi tunashukuru Mungu, tumeanza vizuri, tumekusanya pointi sita, goli sita na hatujaruhusu goli. Kwa hiyo tunaongoza ligi, tunasubiri ligi itakapo rudi, si tena katika awamu nyingine. Okay, leo kikosi chenu kimesafiri kuelekea Eswatini kwa kabili eh, Nsingizini Hotspurs, ikiwa ni mechi za kimataifa mashindano ya CAF raundi ya pili kwa namna kikosi chako kilipofikia kwa sasa hivi quality ya wachezaji coach pamoja na na uongozi unaitazama Simba ikifika hatua gani msimu huu katika mashindano haya? E, kwanza timu yetu imesajili wachezaji ambao wamekuja wa, wa, wa, wa kupambania nembo ya klabu yetu, kwa sababu tumechukua wachezaji ambao wametoka katika vilabu ambavyo vinashiriki haya mashindano mara kwa mara tumemchukua Selemani Mwalimu Gomez kutoka Wydad ambayo inashiriki mashindano makubwa mara kwa mara, lakini tumechukua wachezaji wawili kutoka kutoka Mamelodi Sundowns Rushine De Reuck pamoja na, na Neo Maema, lakini tumeongezea tume, tume tena nguvu ya vijana wenye damu changa kama Mligo na, na, na beki wa katikati e, tumetoa tume, JKT, lakini tumechukua golikipa ambaye ndio golikipa namba moja kwa Tanzania Yakubu Sulemani. E, nadhani maingizo mai, mai, mai, mai tulioingiza tumeingiza kutokana na nafasi na ambazo zilikuwa zina zina kasoro, ili tufanye vizuri. Kwa hiyo mimi, kwa upande wetu, kwa upande wangu, timu ina maingizo mazuri, na inshallah na uhakika tutafanya vizuri kuelekea mchezo huo. Sasa dhidi ya Eswatini, mmebadili kocha mpaka sasa hivi, na mechi zilizopita alikuwa anaongoza kocha Fall Davis, sasa hizi mna kocha mwingine ambaye kwen mnamtambua mnamtambua kama meneja mkuu, tutegemee ataenda Simba namna gani? Kwa sababu usajili ulifanyika na kocha ambaye alishatoka pale Simba, sasa ipo kocha mwingine imm kwa ubora alioko nao kocha wenu. Mabadiliko ya mwalimu nadhani kweli wamefanya wamefanya usajili wa kuongeza wachezaji wengine na alopendekeza ni mwalimu Fadlu, lakini wakati mwalimu Fadlu anafanya marekebisho ya kusajili wachezaji wengine kwenda kule kama kwenye nafasi ambazo zilikuwa labda zinaonekana zina mapungufu, alikuwa na kocha msaidizi ambaye ni mzawa Selemani Matola, ambaye yeye bado yupo katika timu yetu na bado anapambania timu yetu. Kwa hiyo nadhani Matola atamsaidia ata mwalimu Pantevo ambaye yuko kwa sasa amekuja kutuongezea nguvu. Kwa hiyo mimi kwa hilo sina hofu sana, kwa sababu Matola nadhani anajua mchezaji gani na nani atamwelekeza mwenzie na yeye na, na, na, mwalimu atatoa kile alichokuwa nacho. Then tuweza kutoka hapa kwenda kwenda katika hatua nyingine inayofuata. Baada ya kuondoka kwa kocha Fadul Davis, Selman Matola aliongoza baadhi ya mechi za ligi kuu, na katika mechi zile timu ili flow vizuri na mlipata matokeo mazuri. Baadhi ya mashabiki wa Simba na wapenzi wa mpira wakawa wanashauri ni wakati sahihi sasa Simba kumwachia kikosi Selman Matola. Kwako hiyo ilikuwa ulizani, ni ni wakati sahihi sasa kumkabidhi Matola kikosi kile na sio kumleta kocha mwingine? Ushauri sio kitu kibaya, lakini Simba nadhani ni, ni taasisi ambayo inaendesha ina mambo yake kiueledi zaidi. We, wana mweshimu Selemani Matola ndo maana yupo mpaka leo, sababu kama ingekuwa hawajui uwezo wake wangekuwa tayari washamwondoa, lakini wanatambua uwezo wake kwamba kazi gani anaifanya, na ndo maana mpaka leo yupo, amecheza klabu yetu kwa mafanikio, lakini theni sahivi amekuwa mwalimu na hawa mashabiki ambao wanasema Matola achiwe, kuna wengine wanasema Matola afai aondoke, kashaka sana na maneno mengi anasema. Kwa hiyo ukisikiliza sana maneno ya mashabiki, usivyofuata utaratibu wako wa klabu yako, nadhani timu unaweza kupotea. Kuna, kuna muda maneno ya mashabiki yanajenga; kuna muda maneno ya mashabiki yanabomoa. Lakini mimi upande wangu sina sina doubt na Selemani Matola, sababu kwanza ni, ni mtu ambaye kacheza kwetu kwa mafanikio, lakini la pili ni mwalimu ambaye kaishi na walimu wengi pale katika, katika timu yetu, na uzoefu wake unasaidia e. La pili lugha ambayo anazungumza, asilimia themanini ya, ya, ya wachezaji wana, wanazungumza lugha ambayo yeye anazungumza. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu nadhani anatusaidia, ndio maana mpaka leo hata baada ya kuondoka mwalimu Fadu, nadhani timu yetu haikutetereka. Alisimama yeye katika mechi za ligi mbili, na mechi zote tumepata matokeo, na tumeona mpira ukichezwa na yeye mwenyewe akuwa na ofu kwa hiyo mimi ukwa, kwa upande fulani, wakati ukifika, Mwalimu Matola kabidhiwa wa timu atakabidhiwa, lakini sio kwa sababu kuna watu wamesema. Hapana, Simba ni taasisi na ni taasisi ambayo ina uweledi na ina, ina misimamo ambayo inajua, tukifanya hili tutafanyikiwa kwenye jambo letu. Nje ya Simba kuna, kuna timu nyingine ambazo katika ligi yetu zinashiriki mashindano ya kimataifa, na ilivyo bahati msimu huu, hii ni raundi ya pili sasa tunazungumza timu zote zipo katika raundi ya pili, tutarajia makubwa msimu huu katika timu hizi zilizoko mashindano ya kimataifa, kufanya makubwa, kufika makundi na hatimaye robo final. E, mimi nadhani kwa sasa hivi na, na, na, nastakia kila la heri timu, timu zote. Sababu, e, then Simba tulipambana kwa jasho na damu kuhakikisha tunapambana, nchi yetu inapata heshima ya kukusanya pointi nyingi ili tushiriki timu nne kwa mashindano. Na kama nguvu yetu kubwa imetumika ime, ime kupeleka timu nne leo tusingemwona Azam tusingemwona Singida kama ingekuwa wanashiriki watu wawili. Kwa hiyo tunataka na kesho tumuone Tabora tumuone Pamba tumuone tumuone na, na, na mtu mwingine eh, na na Mungu ambaye kashawahi kushiriki na, na mtu mwingine akashiriki, ndio maana tumepambana. Kwa hiyo kwa hatua hizi, mimi niseme tu naombea kila la heri timu zote ziweze kutoka hatua hizi ingia katika makundi, lakini tutakafuka kwenye makundi pale ndio atakapojulikana sasa mkubwa nani na, na, na, na mdogo nani, kwa sababu hatua ile unacheza mechi sita mechi tatu nyumbani, mechi tatu ugenini. Kwa hiyo utakapotoboa hatua ile ndio utaonesha ukubwa wako kwamba na wewe kweli aa, una, unajaribu ku, una una kupambana na wewe ku, kuongeza pointi ambazo Simba amezifikia mpaka leo tukapata nafasi ya kushiriki timu nne. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatua ya, ya, ya, ya, ya kuingia robo fainali, ya kuingia makundi, na waombea wote nimeona eh, nini ndugu dug, dug, zetu nyuma mwiko wameelekea Malawi lakini Azam wamevuka maji wameelekea Zanzibar, lakini Singida Black Star wameelekea Burundi, nadhani na Simba Sports Club wameondoka leo, wanaelekea Mswatini kupitia South Africa. Kwa hiyo mimi niwatakie kila la heri, lakini kuna hatua tukifika, ndo atajulikana mwamba nani na nani ataenda ata kwenye hatua ya mbele zaidi. Uh, katika ligi yetu uh, tuseme na ukanda huu wa kwetu, Simba imekuwa tuseme ndo senior kwenye mashindano haya huu sasa tutarajie Simba kufika hatua gani? E, mara nyingi tunapenda kuingia katika hatua za juu mara mara kwa mara kwa sababu kwanza kutokana na, na, na ubora wetu tuliokuwa nao na, na, na, na tulokuwa nayo na ubora tuliokuwa nao hatujapewa tu, kwa sababu tumepewa, hapana. Ubora ubora tuliokuwa nao tumefanya vizuri, na ndio maana tumekuwa bora. Kwa hiyo kutoka hatua hii kwenda hatua hatua nyingine hilo e, ni swala la klabu ya Simba na management yake. Kama nilivyokwambia, wanajipanga na wanatengeneza mikakati ilokuwa wa madhubuti na timu wanasajili ambayo ina ushindani, sababu hata kufika hatua ya makundi robo fainali, mara nyingi ni ubora wa management ya klabu na kusajili wachezaji walio kwa udali. Kwa hiyo mi nadhani sasa hivi nia yetu na, na malengo e, tumepanga kufika katika hatua ya juu zaidi katika mashindano ya klabu bingwa, kama piramid wamecheza fainali na wamechukua kombe. Eh, leo kwa nini na Simba tusiende kufika huko wakati Piramidi ni mtu ambaye kaanza kucheza tu juzi lakini kafika ka finali na kachukua kombe. Kwa hiyo malengo tu ambayo mtakaojiwekea na target yenu na kama mtasajili watu bora mtaenda kufika mbali. Kwa hiyo hata sasa hivi na matumaini hatua hii sisi si, Simba si, Simba tutavuka, tutaingia makundi na na makundi tutavuka tutaenda katika hatua nyingine. Then nia yetu na malengo yetu kucheza finali ya kombe la klabu bingwa Afrika. Ah, kwa ukubwa wenu katika mashindano haya unadhani hizi timu ndogo ambazo zinashiriki sasa katika mashindano haya zina nafasi kubwa ya kujifunza vitu vingi kutoka kwenu, kwa kwa kulingana na hatua ambazo nyinyi mshakuwa mnazifikia? mm, siri ya, ya, ya, ya mafanikio ya mpira iko wazi, haina siri e, kwamba unapoandaa timu yako vizuri na unaposajili wachezaji walio bora wa kuleta ushindani uwanjani, ndio unafanyikiwa kwa hiyo kama kuna wengine wana akili kwamba labda kuna kuna vitu vinafanyika nje ya uwanja, akili hizo katika mashindano yale azipo. Ndio maana watu wengi wanaona kuna sehemu akifika wanajiona kama wanakwama, kwa sababu wana, wana target za, za, za nje ya uwanja. Sasa ukienda kwenye mashindano ya kimataifa ukiwa na target zaidi ya nje ya uwanja eh, kufanyikiwa kwako kwa kwa ni ngumu. Mimi mimi mi, niziambie hizi mi, mi, mi, timu tatu ukimondoa Simba eh, eh, andaa kikosi chako vizuri, tengeneza wachezaji wako wawe bora watengeneze wachezaji wakiwa na, na, na walimu walio kwa vizuri. Management yako ijipange kuhakikisha inapoenda katika mashindano imeenda ime ikiwa serious, usiende kwa kuungaunga, akajua labda hapa sio kuna mwamuzi atafunika lefa, sasa anafanya hivi. Hapana, kule uwezo na ndio unakufanya uwe na, vile. Kwa hiyo siri ya mafanikio ya klabu isi, ya, ya Simba ni, ni uongozi bora na timu bora nausajili na bechi la ufundi bora na ndio maana unaona tuna tunafanyikiwa tuna, tuna, tuna, tuna hivyo. Kwa hiyo hata Azam nimeona wamemleta mwalimu Florent Ibenge ambaye ni mwalimu mzoefu na wamesajili wachezaji ambao walikuwa na uwezo lakini nimeona Singida nao vilevile wamesajili wachezaji ambao washacheza mashindano haya wanajua experience hiyo. Kwa hiyo waache mambo ya ligi yetu ya Kitanzania ya, ya, ya mambo ya ovyo ovyo, waende sasa katika mpira ambako wanajua kabisa wanaenda kupambana, wanakutana timu kubwa, kwa sababu kwenye mashindano ya, ya kimataifa hakuna timu ndogo timu, timu zote ni kubwa, ndio maana watu wampata nafasi. Kwa hiyo mimi niwaambie ni, ni tu siri ya mafanikio ya Simba ni maandalizi bora na management bora iloizunguka klabu na watu wake, na wanawasajili wachezaji ambao wanapambania klabu yetu katika mashindano ya kimataifa tuweze kufanya vizuri si, kwa kupitia hizi klabu zetu nne ambazo zinashiriki mashindano hayo. Sasa ni wazi kwamba bendera ya Tanzania na ligi yetu ina, inaenda kukua na kupata thamani zaidi kupitia nyinyi Simba na watani zenu pamoja na Singida na Azam. E, eh, si, si si, ligi yetu imekua sababu mwanzo ligi yetu ilikuwa dhaifu sana julikana lakini mpaka leo tuko ligi na hisa, na hisa hisa namba 6, namba 5. Kwa hiyo kwa hapo kwanza tuseme alhamdulillah kwa sababu hatukutegemea kama tutafika hapa. Lakini hata Simba then ilikuwa na nafasi ya 87, leo katika ubora iko na nafasi ya 5. Kwa hiyo ukichukua hivyo vitu vyote ni kukua kwa ligi na na, na kuwa tuna timu ambayo iliokuwa sahihi. Kwa hiyo mimi niseme tu ni mwendelezo wa kukuza ligi yetu, sio kama ligi yetu ikue zaidi ikuwe, ishakuwa lakini mwendelezo wa kuendelea tulipoishia wa, wa tulipo, sababu kutoka, kutoka, kutoka ligi ya ngapi mpaka kwa ligi namba sita au ligi namba tano sio kazi ndogo. Kwa hiyo ni wapongeze wasimamizi wa mpira wa, wakiongozwa na, na mzee wetu Elis Karia ambaye ndio president wa TFF, lakini kwa ufanyaji wao kazi vizuri, mpaka kuhakikisha timu zetu zinafanya kile ambacho kinachohitajika na ligi yetu ikawa bora zaidi, kuelekea mechi za kimataifa hizi, pamoja na ligi kuu na timu yenu kwa ujumla. Zungumza na mashabiki lolote ambalo wewe ulitamani kuzungumza nao, pia niliona sakata la jezi fake. Zungumza nao lolote ambalo binafsi wewe ulitamani kuzungumza nao. E, mimi napenda ni, niwaambie mashabiki wa Simba kwanza, hamna kitu cha msingi kama kupendana. Tupendane, unapomchukia mwenzio kwa kitu cha dakika 90 ni chuki ambazo hazina faida. Simba tuna logo yetu na slogan yetu. Nazungumza nguvu moja. Nguvu moja uwezi kuitengeneza nguvu moja ukiwa unamchukia mwenzio au unachukia klabu yako, hata inavyo time inavyokwenda kosea. Nguvu moja ndani yake ina machungu, nguvu moja ndani yake ina furaha. Kwa hiyo uwezi kuwa una furaha kila siku kwenye kwenye nguvu moja, hiyo itakuwa nguvu moja fake. Lazima kuna time, upitie machungu lakini tutakapopendana ina maana, ina maana utomruhusu mwenzio kununua jezi fake au hata wewe na nafsi yako kama mtakuwa unaipenda timu yako na unawapenda nasembanzio huto huto, huto subutu kuchukua pesa yako ukanua jezi feki, kwa sababu unajua ukinua jezi feki, na maana unainyima una klabu yako mapato leo mwekezaji wa kuwekeza jezi kwenye timu yetu, tumeona alichokifanya. Kuna mambo mengi kafanya, akasema kuna mambo ya uwanja atafanya, lakini alisema atakuja kutuletea basi ambao muda ukifika ataleta, lakini hata hivyo, kuna michango mikubwa anaifanya. Kwa hiyo unakaponunua jezi fake tofauti na jezi yake, ina maana wewe mwana Simba ndio utakuwa una unahujumu mapato ya klabu yako, ili timu yetu iweze kurudi chini. Sasa ukinunua jezi fake, ina maana unahujumu klabu, ili tuweze kusonga mbele. Sasa kama wewe Mwanasimba unahujumu klabu yako isisonge mbele, nadhani wewe usimba wako utakuwa una shida ndani yake. Kwa hiyo mimi niwaambie tu wana Simba wapende timu yao, lakini tupendane wenyewe, tuache maneno ya ya ya ya ya, majungu majungu na kusakiziana haitokupa faida yote. Mpira dakika 90, tu zikiisha, maisha mengine baada ya mpira yanaendelea. Kwa hiyo niwaambie wana Simba tu, mimi nawapenda na wao wengine wampende mwingine na mwingine ampende mwanasema mwingine, tuunganishe slogan yetu ya nguvu moja basi, we nguvu moja tafu, kila mtu asimame katika nafasi yake. Shukrani sana na nikutakie mafaniki, mafanikio na mema katika mashindano ambayo unashiriki msimu. Nashukuru sana.